Katika ilmu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezipandisha na amezipa nafasi katika elimu zote za matibabu mm. Hii ni elimu namba moja katika matibabu na ni tiba ambaye inaenda kwa muda mfupi na wakati mfupi kuweza kupata yale matokeo ambayo ya mtu kwa yale matatizo ambaye anayesumbuliwa naye. Kwa hivyo kwamba tunaposema tunapo Tunazungumzia hijama katika taarifu, tunazungumzia katika kuondosha matatizo ya aina mbalimbali ambayo yanapatikana katika mwili, yani baada ya kuonekana imetoka katika hali ya mtu ya afya, kutoka katika hali ya kawaida kuingia katika ziada. Kama mtu ambaye anayesumbuliwa na matatizo ya plesha, kuna watu mpaka inafika mia mbili na arobaini, lakini pindi ambapo tunapotumia tiba hii ya hijama inalegesha kutoka katika hali ya ziada kurudi katika hali inayohitajika. alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiya baada wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma kipenzi cha umma wetu, si mwingine mtume wetu Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, na kwa katika ndani ya kipindi hiki kifupi, tutazungumzia ya ilmu ya tiba ya hijama ambaye katika ilmu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalam amezipandisha na amezipa nafasi katika elimu zote za matibabu, hii ni elimu namba moja katika matibabu na ni tiba ambaye inaenda kwa muda mfupi na wakati mfupi kuweza kupata yale matokeo ambayo ya mtu kwa yale matatizo ambaye anayesumbuliwa nayo. Neno hijama linatokana na neno hajama na neno hajama katika lugha ya Kiarabu n, yaani kinachokusudiwa kwamba ni kule kufyonza, yaani kama mtoto ambavyo anavyofyonza ziwa la nani la mama yake, lakini katika kilu kisheria, ambaye inaokusudiwa kwamba ni elimu ya tiba ambaye inayefanyikana kwa kuweza kulegesha kitu kutoa katika hali ya ziada na kuilegesha katika hali ya kati na kati, hali ya yake ya kawaida. Yani kuitoa katika hali ya upungufu au ziada, na kuilegesha kukidhibiti kitu katika hali ambaye inayohitajika pasi na kuendelea wala kufanyaje kurudi nyuma. Kwa hivyo kwamba tunaposema tunapozungumzia hijama katika taarifu, tunazungumzia katika kuondosha matatizo ya aina mbalimbali ambayo yanapatikana katika mwili, yani baada ya kuonekana imetoka katika hali ya mtu ya afya, kutoka katika hali ya kawaida kuingia katika ziada, kama mtu ambaye anayesumbuliwa na matatizo ya plesha, ile plesha imetoka katika plesha yake ya kawaida mia na ishirini mpaka kwa chini ya 80 kuelekea pia mpaka kutoka katika 140 mpaka katika 90, hii ndio hali ya kawaida ya presha kutoka mia na ishirini katika presha ya juu mpaka 140 ni presha ya kawaida. Kutoka katika presha ya tisini, eh, themanini mpaka kufikia 90 katika presha ya chini ni presha ya kawaida, lakini pindi ambapo anapokuwa amezidi, ile presha yake imepanda iko juu ya 140. Aa, kuna watu mpaka inafika 240 lakini pindi ambapo tunapotumia tiba hii ya Hijama inalegesha kutoka katika ile hali ya ziada kurudi katika hali inayohitajika na vilevile vile kuna watu wengine wao jinsi ambavyo walivyo kutokana na afya zao yani wakati wote pressure yake iko chini ukimpima unakuta mtu yuko plesha yake iko tisini kwa sitini yani katika hali kama hiyo mwingine yuko katika tisini mba, kwa hamsini yani kwa hali ya udhaifu mwili unakuwa huko katika hali ya udhaifu wakati wowote ama hijama inaondosha hii hali na kuipandisha hii hali kurudi katika hali ya kawaida ambaye mtu anayehitajika, na hivyo hivyo maradhi ya sukari, na hivyo hivyo kwa maradhi mengine tofauti tofauti ambaye yanaukumba mwili wa mwanadamu. Na katika ufanyaji kazi wa hijama, pindi ambapo huyu hajim, hajim ni mfanyaji wa hijama mwenyewe pindi ambapo anapozingatia katika kutaka kuifanya hijama anatumia njia ambazo zifuatazo, kwa kuzingatia nguzo za hijama ambazo ni nne. Nguzo ya kwanza ya hijama tunazingatia tashiriti, na hiyo ndio nguzo ambaye iliyekuwa kubwa kabisa, yani ule uchanjaji wa kutumia wembe, yani kwa sehemu husika, baada ya kwamba kunyonya katika ile sehemu kabla ya kucha, ya kunanio ya kabla ya kuingia kufanyaje kuchanja yani kwamba ilinyonywa mara ya kwanza, halafu baada yake ndo tunaingia katika hizi tashiriti na tashiriti ni kitu ambacho kikubwa na ndio ufaulu, yani kufaulu kwa ule utendaji kazi wa hii hijama yenyewe. Haitakiwi iwe uchanjaji ambao uliokuwa mkubwa wala uliokuwa mdogo zaidi ikashindwa kutoka ile damu ambayo inayekusudiwa nafasi ya pili, nguzo ya pili katika nguzo ya hijama yani kwamba istiflahu akhrati damawia, yani kwamba kutoa ule uchafu au mada ambazo zilizokuwa hazina maslahi yoyote katika huu mwili wa mwanadamu, isipokuwa kuwepo kwa hizi akhrati zinasababisha madhara ya aina mbalimbali ambaye yanafanya mwili kuwa udhaifu na kuweza kuvimba na kuweza kuharibika hata katika mfumo wa damu au mfumo wa ngozi au mishipa ya limfu au kwamba kuleta madhara katika moyo, figo na vitu vingine ndani ya mwili na pia katika hii istifragh huhakikisha kumaliza yani kile ambacho kilichokuwa kinatoka, na sio kukizuia kwa kutumia njia ya nini, ya alkohol kusema kuistopisha. Na katika kitu cha tatu ambacho kinazingatiwa, yani kwamba kutumia kwamba uh, dhahtulkuusi ye wadhu alquusi wa dhaktu alquusi, yani kuweka vikombe, kuchagua eneo la kuweka kikombe ambalo linahusiana na maradhi ambayo mgonjwa yeye anaye. Yani, auwezi ukaweka kikombe kila sehemu au sehemu yoyote kwa ajili ya mgonjwa yoyote, bali kila mgonjwa ana tatizo lake, na kuna sehemu maalumu zitakuwa zinahitajika kwa ajili ya kuweza kumfanyia hii jama kutokana na lile tatizo lenye kumsumbua yeye. Na katika sehemu ya nne ambaye ndiyo nguzo yetu ya nne, tunamalizia eh, wadhu zuyuti sawa, akana masajia au taskhinia au mudhadati lhayawiya Yani kuweka mafuta katika sehemu, yani zile ambazo tunaotaka kufanya hijama, mafuta sawasawa, sawa, yawe mafuta ya masaji au mafuta ya dawa au mafuta ya kinga, kutokana na yale mafuta ambaye tunatumia katika taskhinia, kuweza kuuchemsha mwili na kuufanya kuupandisha joto kwa wale watu ambaye wenye matatizo ya maradhi ya baridi. Kwa hivyo kwamba katika hii hijama, nini umuhimu wa hijama? Umuhimu wa hijama yaani kwamba ni tiba ambaye muhimu sana katika kuweza kuondosha maradhi yaliyokuwa mbalimbali katika mwili wa mwanadamu na kumfanya mtu arudi katika hali ya wepesi na hali ya laa kwa muda ambao uliokuwa mfupi mno na hii ndiyo tiba ambayo iliyokuwa bora kuliko tiba zote ambazo wanazozitumia wanadamu kwa ushahidi wa tukirejea katika kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwanza akiwa kwa kumthibitisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pindi pale ambapo aliposema, wama yantiku anil hawa, atamki mtume wa Mwenyezi Mungu kwa matamanio, yani atamki kwa mapenzi yake yeye mwenyewe akawa mwenye kutamka au kuzungumza na in huwa illa wahayun yuha, yani isipokuwa kile ambacho anachokisema ni wahai, ufunuo ambaye amefunuliwa kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imethibiti katika hadithi anasema: akhbarani Jibril anna alhijama anfa ma tudawi bihi nnas, hakika ya amenipa habari mimi Jibril, hakika ya hijama ni tiba bora kuliko tiba zote ambazo wanazozitumia watu kwa hivyo kwamba katika tiba hii ya hijama, kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni tiba bora kuliko tiba zote ambazo wanazozitumia watu. Sasa katika tiba hii mtume amethibitisha katika hadisi hii ya kwanza, ambaye hadisi hii ni sahihi, lakini tuna hadisi nyingine ambaye me tutaitaja hadithi hii sio sahihi, lakini inapata daraja ya hasan kutokana na hadisi nyingine ambazo zinaitia nguvu hadithi hii. Um, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma maraltu lailan usliya bigi bijamii min almalaikatu illa waqalu li ya Muhammad muru ummatika bilhijama, mtume anasema kwamba siku pita katika usiku wa Israi katika makundi miongoni mwa makundi ya malaika, isipokuwa wao malaika walikuwa hao wananiambia mimi, ya Muhammad, ewe Muhammad wewe, muru ummatika bilhijama, waamlishe umma wako kufanya hijama. Yaani kwamba kitendo cha kutoka kwa mkuu kumwamrisha mdogo, hii inakuwa ni jambo la wajibu kama tunavyofahamu kwamba Mwenyezi Mungu akiamrisha jambo moja kwa mbo moja kwa moja sisi kwetu linakuwa jambo la lazima kulifuata, linakuwa ni faradhi na pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam akiamlisha jambo lolote kwetu sisi linakuwa ni jambo la wajib, ni lazima la faradhi kuweza kulifata jambo hilo. Na malaika wanawaambia, wanamwambia e, mtume awaamlishe umma wake kufanya hijama, na hii kutokana na ule umuhimu ambayo uliokuwepo kwa nani, yani kwa hili jambo ambalo la kufanya hijama watu waweze kufanya Fanya hijama, yani yani, wasikae, yani wame hivi hivi tu, miili inakuwa inachoka, miili na kuwa dhaifu. Mtu akitoka usingizini, ametoka kulala kwa muda mfupi, akitoka hapo tena anahitaji tena kulala, na anaingia kweli usingizini mwili umekuwa taabani dhaifu, vipi asiingie tena usingizini katika hali hiyo, hali, akuwa, hali kuwa manane, ya kuwa alikuwa anatajika kwamba kulala masaa manane yanatosheleza kabisa asiweze kurudi tena katika hali ya usingizi na afanye mambo mengine. Kwa hivyo kwamba ndugu zanguni, katika jambo hili la ijama, pia kuna tabia moja katika sisi Waislamu yani pindi linapotokeza jambo ambalo limezungumziwa katika dini yani moja. Kwa moja mtu anahitaji akifanya ya mara yake moja tu hapo hapo amepona. Alikuwa anaumwa kwa muda mrefu, anaumwa mtu miaka kumi na ugonjwa fulani, ule ugonjwa amehangaika mahospitali, ametumia madawa ya aina mbalimbali, lakini pindi ambapo anapokuja kufanya matibabu katika juu ya swala ambalo tiba imeelezewa katika tiba za Kiislamu anahitaji awamu ya yake moja tu amepona. Sio hivyo? bali kwamba tutachukua katika hadithi sahihi kabisa katika masuala ya kuangalia katika dozi, ambaye hadisi hii tunaipata katika kitabu cha Sahihi al-Bukhari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, e, inna, anasema ashifau fi thalatha, tiba iliyokuwa mzuri na iliyokuwa bora inapatikana katika vitu vitatu. Anasema sharbatu asal, cha kwanza unywaji wa asali, unywaji wa asali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameithibitisha iasali katika Qur'an aliposema, yakhruju min butuni ha sharabun mukhtarifu alwanuhu fihi shifau linnas, yanatoka katika matumbo ya nyuki, kinywaji ambacho rangi zake zinatofautiana, tofautiana, tofautiana. Fihi shifau linnas, kinywaji hiki ni ponyo kwa watu, yani ni tiba hii, na ni tiba mzuri sana mtu kujitibu kwa kupitia asali. Na ikaja katika hadisi sahihi nyingine, mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, amejiwa na moja katika maswahaba, anashtakia ndugu yake ana matatizo ya tumbo, maradhi ya tumbo, tiba hiyo yaani kwamba anasema kwamba kwa wale pia watu ambaye wenye matatizo ya tumbo, anaugulia sana tumbo, anashtakia sana tumbo, achukue moja kwa moja tiba hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume, we, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mtume askihi asal, kamnyweshe asali huyo mtu alipokwenda akanyweshwa asali kwa awamu ya kwanza ile. Baada ya kunywa asali, huyu swahaba hali yake ikawa mbaya zaidi kuliko awamu ya kwanza. Akarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, kwamba ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, aikumzidishia isipokuwa kwamba maumivu makali zaidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, qultu askihi asal, nimesema kamnyweshe asali. Basi akarudi na akampatia aka asali kwa mara nyingine, ikazidi ile hali kuwa hali mbaya zaidi na akarudi tena kwa mtume akamwambia, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, asali nimempatia, lakini baada ya kumpatia hali imekuwa si mzuri, bali imeongezeka kuwa hali mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema Sadaka Allah, amesema kweli Mwenyezi Mungu. Kwanza uso wa mtume ulibadilika kutoka katika hali ya kung'aa, bali iliingia katika hali ya wekundu, yani uso wa mtume ukabadilika ukawa mwekundu baada ya kujiwa awamu ya ngapi? Ya tatu. Alipokuja awamu ya tatu akamwambia sadaka Allah, amesema kweli kabisa. E, Mwenyezi Mungu wakadha babatni akhi, na limedanganya tumbo la ndugu yako. Yule swahaba alivyoona vile, moja kwa moja akarudi mpaka kwa ndugu yake, akamwongezea asali, akamwongezea asali, na baada yake akapona, akawa kama ni mtu ambaye alikuwa asumbuliwi na kitu chochote. Tukirejea kwa maulamaa wa tiba Yani, maulama wakubwa wa tiba, tukisema ni madaktari hawa wa Kiislamu, wanasema mgonjwa ambaye aliyekuwa anasimuliwa hapa, vitu vyake vya ndani ya tumbo vilikuwa tayari vimeshaanza kuharibika, lakini baada ya kunywa asali ameweza kupona, amerudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo tiba ya kisunna kwamba iko katika hali kama ifuatayo. Katika hadisi hii tunachukua pointi tatu muhimu. Kitu cha kwanza aliposema, swadaka Allah, mthibitishaji wa tiba za Kiislamu yani tibi Nabawi ni nani? Ni Allah subhanahu wa taala ndiye mthibitishaji, na sio watu wenye kufanya utafiti binadamu ambao wameumbwa na Mwenyezi Mungu, bali mthibitishaji wake yule alioumba hao wanadamu, yani aliyoumba hao wanadamu anawajua zaidi, ndiye ambaye aliyofanya uthibitishaji huo na sehemu ya pili tunachukua. Sehemu ya kwanza, alipotumia dawa hali ilikuwa mbaya. Sehemu ya pili, hali ikawa mbaya, lakini ilipokamilika dozi, huyo mgonjwa alipona, akarejea kama kwamba yeye aumwi na kitu chochote. Kwa hiyo tunarejea katika sehemu hii, tunachukua kwamba Mtume, yani kwamba tibin nabawi inahitajika kufuatiliza dozi ili ikamilike dozi, uondokwe na yale maradhi moja kwa moja, uishi katika hali ya amani na furaha na sehemu ya tatu yani kwamba inahitajia uh, subra na uvumilivu kutokana na yale maumivu ambayo aliyokuwa anayapata, Mtume akaimiza aendelee hivyo hivyo na sio aweze kukata matibabu, na hivyo ndivyo ambavyo alikuja kuweza kupona na kurejea katika hali yake iliyokuwa sahihi na katika hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya kwanza aliposema: ashifau fi thalatha, tiba iliyokuwa mzuri inapatikana katika vitu vitatu. Akasema sharbatu asal, unywaji wa asal wa shartatu mihjam, na uchanjaji wa mfanyaji hijama. Yani, mfanyaji hijama anatumia kuchanja imma kwa visu, kisu ambacho cha ufanyaji upleshen au kwa kutumia nyembe, na nyembe ni mzuri zaidi, kwa sababu haiachi alama ya aina yoyote ikiwa imechanjwa katika hali ya utaalamu ambaye unahitajika na hadithi eh, ikamaliza wal kai bin nar, na hii kwamba kuchoma kwa moto. Lakini kuchomaji wa moto tuna, inakuwa mtu anatafuta mishipa ambaye inahusiana na tatizo maalumu kwa kuweka kitu ndani ya moto chuma, alafu baada yake kuja kugusisha katika mwili, na baada yake kumwagia maji katika sehemu maalum. Na hii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamaliza hadithi kwa kusema waanha ummati anil kai, na ukataza ummati wangu kutumia tiba ya kujichoma kwa moto yaani, bali kazibakisha tiba mbili, tiba ya asali na tiba ya hijama na pia kwamba e, tukiangalia katika hadithi nyingine akasema, wama uhibu an aktawia, mimi sipendi mimi yani kutumia tiba ya kujichoma. Na katika hadithi nyingine mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, la yuadhibu binnal illa rabbun nar, azibu kwa moto isipokuwa yule muumba moto. Kwa hiyo leo tulikuwa katika utangulizi wa hijama na siku yingine insha Allah tutazungumzia zile faida ambazo zinazopatikana katika matibabu ya hijama, na kuangalia katika kila aina maradhi, kutokana tunaweza kupata faida gani kutokana na tiba hii ambayo tunaweza kuijua kama tiba miongoni mwa tibi nabawi, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uongofu Hub TV, the center